Mimi ni Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Bado tunaishi kwenye jamii ambayo inaamini kwenye mfumo dume. Kwa hiyo ni lazima uh, zifanyike jitihada za maksudi za kuwawezesha wanawake. Na wanawake wenyewe sisi tukumbuke kwamba swala la mamlaka, swala la kugombea nafasi za kuongoza watu ni swala la kutafuta mamlaka, kutafuta nguvu ya kuleta mabadiliko. Halitakuwa swala rahisi, lakini ni linawezekana. Kwa hiyo ni lazima na sisi e, tuingie kwa kujiamini, tuingie kwa kufanya mbinu mbinu bora za kushinda hizo chaguzi na kuwa sehemu ya, ya viongozi tunaoshika mamlaka kwenye vijiji vitongoji, na mitaa na hata tunapoenda mbele kwenye uchaguzi mkuu. Lakini tatu ni muono wa jamii yetu tunaomba tumuone sasa mwanamke kama sehemu chanya, kama sehemu ya uongozi, kama mtu ambaye naye ni lazima awepo ili twende pamoja kwenye maendeleo. Sensa yetu inatuambia asilimia hamsini na mbili ni wanawake, kwa hiyo kwenye kila watu kumi wanawake ni watano. Huwezi kwenda mbele kimaendeleo kama huwashirikishi wanawake. Lakini suala lingine ambalo tunaona linaweza kutusaidia zaidi ni uwepo wa jamii au jinsia ya wanaume na ndugu jamaa katika kumuunga mkono mwanamke ili aweze kufikia ndoto zake za kushika hatamu za uongozi. Tunawahitaji jamii yote, tunahitaji utende pamoja na wanaume ili tutimize haya malengo yetu. Ushirikishwaji inatofautiana kutokana na vyama mbalimbali Kwao ni lazima tushirikiane kwenye kuibadilisha hii hali na kuhakikisha kwamba wanawake wanakuwa wengi zaidi. Haina maana kwamba wanawake hawako kwenye vyama vya siasa, wanawake wapo, lakini inapofika sasa kwenye kugombea nafasi mbalimbali ndani ya vyama na kwenye chaguzi za serikali, ili sasa na wenyewe wawepo katika ile meza za maamuzi, kwenye kupanga mipango, kwenye kusimamia wananchi, kwenye kuleta maboresho, unakuta idadi ya wanawake inakuwa ni chache. Kwao ni wajibu wetu sisi vyama vya siasa kuhakikisha tunawezesha wanawake wengi zaidi. Uh, tunafundisha, tunawapa hamasa na tunawapa hizo fursa za kugombea nafasi mbalimbali za serikali za mitaa. Sasa tofauti na maeneo mengine eh, kuna changamoto nyingi nyingine, mojawapo ni eh, masuala ya ukatili wa kijinsia na sasa hivi imeenda mbele kwenye ukatili wa kijinsia kwa wanasiasa kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Una labda unaweka kitu au swala lako kazi yako unayofanya, unapata majibu ambayo ni hasi au maelezo ambayo yanataka kukudogosha, na wengine wanaenda mbali wa kutoa hata kututusi kwenye mitandao ya wa kijamii. Aa, wanawake tunatakiwa tuvae ngozi ngumu kwenye hili. Aa, tujitahidi e, kuenda juu ya hali halisi, tujue kwamba hizo zipo ni changamoto, na tujue kwamba hawa wanaosema ni wale ambao wamekosa vitu vya kufanya au wanataka kutuvuta nyuma ili tusiendelee na kazi zetu nzuri za mabadiliko ambazo tunazifanya kwenye siasa. Lakini lingine ni muhimu kukawa na sheria ambazo zinawalinda wanawake na wanasiasa wengine kutokana na hizo lugha za chuki, lugha za matusi, lugha za kudogosha au lugha za kuzalilisha wanawake au mtu mwingine yeyote kwenye mitandao ya kijamii. Mimi naamini mitandao ya kijamii ipo, na tukiweza kuitumia vizuri kama sehemu chanya, itasaidia kuwaleta wanawake wengi mbele ya hadhira ya wananchi wakawajua kazi zao, wakauliza maswali ambayo yatawajenga na wakapata nafasi ya kutambua juhudi zao mbalimbali kwenye e, tasnia ya siasa.